Mapato TRA yaongezeka kufikia shilingi trilioni 9.8. Uteuzi wa rekodi ya Disemba imesukuma mapato ya TRA ya robo ya pili kufikia shilingi trilioni 9.8, ikionyesha utendaji imara wa ukusanyaji wa kodi za ndani ya nchi. Mamlaka ya mapato Tanzania tra imeripoti ongezeko la kihistoria la ukusanyaji mapato kwa robo ya pili, Oktoba Disemba, ya mwaka wa fedha 2025/26 ikiwa imetimiza shilingi 9.8 trilioni, ikizidi lengo lililowekwa na kuonyesha uthabiti mkubwa wa kiuchumi licha ya changamoto zilizopo. Mkurugenzi Mkuu wa TRA, Yusuf Mwenda, alieleza katika mkutano na waandishi wa habari Dar es Salaam kwamba utendaji wa mapato kwa robo hii ulilingana na asilimia 101.45 ya lengo la shilingi 9.66 trilioni lililowekwa, ikiwa ni moja ya mafanikio makubwa zaidi ya hivi karibuni. Jumla hii pia inaonyesha ongezeko la asilimia 12.26 ukilinganisha na shilingi 8.73 trilioni zilizokusanywa katika kipindi sawa mwaka wa fedha uliopita. Utendaji wa kila mwezi. Ongezeko kubwa la mapato ya robo hii limechangiwa sana na Desemba 2025, ambayo ilirekodi shilingi 4.13 trilioni, kiwango cha juu zaidi cha mapato ya mwezi mmoja katika historia ya TRA. Hii imezidi rekodi ya awali ya shilingi 3.58 trilioni zilizokusanywa Desemba 2024. Mkurugenzi Mkuu Mwenda alieleza kwamba utendaji wa Desemba umeonyesha ongezeko la shughuli za kiuchumi, utii bora wa kodi na hatua za kueneza msingi wa walipa kodi. Desemba kawaida huwa ni mwezi wa nguvu kutokana na ongezeko la shughuli za biashara, lakini mwaka huu utendaji umezidi matarajio na kuweka kiwango kipya cha kumbukumbu, alisema. Kwa nusu ya kwanza ya mwaka wa fedha 2025/26 Julai Desemba, TRA sasa imekusanya jumla ya shilingi 18.77 trilioni, sawa na asilimia 103.7 ya lengo la nusu mwaka la shilingi 18.10 trilioni na kuonyesha ongezeko la asilimia 13.6 ukilinganisha na shilingi 16.52 trilioni zilizokusanywa katika kipindi sawa mwaka uliopita. Sababu za ongezeko la mapato. TRA imeeleza kuwa mafanikio haya yamechangiwa na sababu kadhaa, ikiwemo ubora wa usimamizi wa kodi, utekelezaji wa sera za kufuatilia watiifu wa walipa kodi na sera za serikali zinazochochea shughuli za kiuchumi na kuongeza idadi ya walipa kodi. Mkurugenzi Mkuu Mwenda aliongeza kwamba licha ya kipindi cha kudoroa kwa imani ya walipa kodi hasa baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025, Mamlaka imeweza kudumisha ukuaji wa mapato. Ingawa imani ya walipa kodi ilipungua kidogo mwezi Oktoba, Novemba na mwanzoni mwa Disemba, hatukupungua chini ya viwango vinavyohitajika, alisema. Wachambuzi wa kiuchumi wanasema kuwa sera za ndani na uwekaji teknolojia bora vimechangia ukuaji huu. Kwa miaka ya hivi karibuni, TRA imewekeza katika mabadiliko ya kidigitali ikiwemo mfumo wa vito vya kodi vya kielektronik, ETS na uchambuzi bora wa data ambao umeboresha ufuatiliaji wa utii na kupunguza upotevu wa mapato kwa kufuatilia bidhaa zinazotozwa kodi na kuhakikisha utekelezaji wa sheria za kodi. Mapato ya ndani na utii wa kodi. Mafanikio haya yametafsiriwa kama ishara ya ukuaji wa uwezo wa Tanzania kwa kufadhili ajenda ya maendeleo kupitia ukusanyaji wa mapato ya ndani. Mkurugenzi Mkuu Mwenda alisisitiza kuwa utendaji bora wa mapato ya ndani unapunguza utegemezi wa madeni ya nje na unaweza kusaidia kipaumbele cha taifa kama miundombinu na huduma za kijamii bila kuongeza mzigo wa kodi kwa wananchi. Mikakati ya bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2025-2026 inasisitiza ukusanyaji wa rasilimali za ndani kama nguzo muhimu ya uthabiti wa kiuchumi. Kwa lengo la mapato ya zaidi ya shilingi trilioni hamsini na sita kwa mwaka wa fedha, ukusanyaji wa TRA ni sehemu muhimu ya mkakati huu. Kwa kuangalia mbele, TRA imepanga kueneza zaidi msingi wa walipa kodi, kuimarisha utekelezaji dhidi ya ulangani wa kodi na kuendeleza ujuzi wa kitaalamu miongoni mwa wafanyikazi wake ili kudumisha ukuaji wa mapato kwa muda mrefu. Tuko tayari kushirikiana na walipa kodi kama wadau kuhakikisha mifumo ya mapato ni ya haki yenye ufanisi na inayoendana na ukuaji wa biashara, alisema. Uzinduzi wa mfumo wa mapato ya ndani unaounganishwa. TRA pia imeeleza mipango ya kuzindua mfumo wa mapato ya ndani unaounganishwa IDRAS mwishoni mwa mwaka 2026. Mfumo huu unatarajia kurahisisha huduma za kodi mwandini, kupunguza ziara za ana kwa ana kwenye ofisi za TRA na kupunguza makosa yasiyo ya lazima katika tathmini za kodi. Uzinduzi wa IDRAS utaongeza ufanisi wa huduma, kuunganisha data kati ya idara na kusaidia kufanya maamuzi mabora kupitia hifadhi data ya mapato, alieleza mkurugenzi mkuu. Ufafanuzi wa levi ya HIV. Wakati huo wa mkutano, Mwenda pia alitoa ufafanuzi kuhusu levi ya HIV ambayo ni malipo ya lazima yanayolipwa kwa magari yanayoingizwa kulingana na ukubwa wa engine. magari madogo hulipia shilingi elfu hamsini. Wakati magari yenye injini kubwa huweza kulipia hadi shilingi 2550. Levi hii inaendelea kuwa sehemu ya mchanganyiko wa mapato na imehifadhiwa kusaidia fedha za afya ya taifa. Mitazamo na imani ya sekta: wafanyabiashara wakubwa na wachambuzi wa uchumi wamekaribisha mafanikio haya, wakisema kuwa yanathibitisha uchumi wenye uthabiti unaoweza kustahimili changamoto na kudumisha ukuaji. Wamesisitiza kwamba kipaumbele cha kuendelea lazima kiwe katika uwazi, haki na elimu ya walipa kodi kuhakikisha mazingira ya ukusanyaji mapato yanabakia rafiki kwa biashara hasa kwa biashara ndogo na zakati. Hata hivyo, mafanikio ya rekodi ya Desemba na utendaji wa robo hii yanachukuliwa kama viashiria chanya vya mwelekeo wa fedha wa Tanzania mwaka 2026 na kuendelea.